Sheikh wa mkoa wa Mwanza, Sheikh Hassan Kabeke, ametoa wito kwa Watanzania kuendelea kuiombea amani ya nchi akisema kuwa utulivu wa taifa ndio msingi wa maendeleo, huduma bora za afya, elimu na maisha bora kwa kila raia. Akizungumza na wakazi wa kitongoji cha Mbuyuni kata ya Ng'apa mkoani Lindi siku ya Jumatano ya tarehe 23 Aprili mwaka huu, Sheikh Kabeke amesisitiza umuhimu wa mshikamano hasa wakati huu taifa likielekea kwenye kipindi cha uchaguzi. Naendelea kuwaombeni ndugu zangu, wana Ng'apa, ndugu yeah, zangu wanalini, yeah, sisi tunayafanya yote haya ni kwa sababu nchi yetu ina amani yeah, ni kwa sababu nchi yetu ina utulivu yeah. leo tumeona mvua, mvua ni raha, lakini tumekimbia unasemaje? Yeah, yenye kuwa mundu. Wanalindi, sisi wanang'apa, tuendelee kuiombea nchi yetu yuko kwenye amani. Amin. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubeir bin Ali Mbwana anatuhusia tutunze amani ya nchi. Serikali kujenga mashule, kuwapa wananchi wake elimu, hili ni jambo la haki ya kila Mtanzania, kila mwananchi katika nchi anahitajia elimu na ni haki ya kikatiba. Kuwa na maisha mazuri katika nchi, kutengenezwa barabara, kuwa na huduma za afya ni haki ya kila mwananchi. Lakini tuulizane hapa, hata tuwe na skuli tuwe na shule ambazo ni za ghorofa, tuwe na shule ambazo zina vitanda ndani yake watoto wanakula asubuhi, mchana na jioni. Swali langu ukiwa na vita, watoto watapata hiyo elimu? Hata tujenge hospitali za aina gani, madaktari wanalala hapo hapo na manesi, dawa hiyo unainua tu mkono unapata dawa, ni haki. Lakini haki hii ya kutibiwa, tukiwa kuna mtutu unalia, utakwenda hospitali? na sisi Waislamu, dini yetu inaitwa Alislam, dini ya nini? Ya amani. Kwa tuendelee kumuunga mkono mufti na shato mkuu wa Tanzania katika kuhubiri kwake amani na kupinga fujo, kupinga vurugu. Mwisho kabisa, niendelee kuwausia vijana wa Ng'apa, Lindi na Tanzania kwa ujumla, tuendelee kujiepusha na jambo lolote la kuigaiga. Leza likatokea jambo umesikia kwa sababu nimefanywa Dar es Salaam naona naiga. Kwa sababu nimefanywa Dodoma naona naiga. Kwa sababu imetoka Mwanza naona naiga. Kwa sababu nimefanywa Lindi mjini naona naiga. Ah ah, kuiga ni jambo linalotakiwa. Hata sisi Waislamu ili tufauzu tunatakiwa kuiga. Qur'an inasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ninyi Waislamu ninyi Hamna kiigizo chema ila Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa pamoja na hivyo kuiga, lazima uchague kumuiga. Kwa hiyo so, sio kila kitu kinatakiwa kuigwa, tunatakiwa kuiga mambo mazuri. Wito wangu na usia wangu, hata ukisikia kuna jambo gani, tafakari kwanza. Naam, tafakari. Mtume anasema idha arata an tafala amra fatadabbar aqibata id adta, ukitaka kufanya jambo lolote litazame mwisho. Fa in kana khaira aina nikiwa na khairi nifanye, waikana sharra fantahi, nikiwa na shari niache. Kwa hiyo umakini unatakiwa kwenye kila jambo. Nchi yetu inapita kwenye kipindi cha uchaguzi, tunatakiwa tusimame imara kuiombea huyu mtoto wenu. to toa, tumeshaenda naye Burundi. Tulipoenda Burundi, tunapita barabarani, tunarudi tunaambiwa, shekhe, hapo ndo wanakaa watu wanaitwa wasayaa. Unajua wasaya, wasaya maana yake waasi na ukifika pale unaulizwa, kuna ndoo mbili pale, utakula makavu utakula mabichi. Umeelewa? Sio maembe sio madafu, utakula makavu au utakula mabichi. Burundi, buruni wenu, mtoto wenu tu. Wakazi wa kitongoji cha Mbuyuni waliungana na Sheikh Kabeke kuonyesha mshikamano wao kwa taifa, wakisema kuwa bila amani hakuna ibada, hakuna maendeleo na hakuna utulivu wa maisha ya kila siku. Naitwa Ali Saidi Hasan Utali bin Umar bin Juma Nurubi Shirazio, mimi ni mkazi wa kijiji kinaitwa Ng'apa. Maoni yangu mimi ninayozungumza nawasihi au nawaomba ndugu Waislamu na wasiokuwa Waislamu pia wazingatie kudumu kwa amani, kwa sababu nchi kama inavurugika amani, basi nchi inakuwa haina uwezekano wa kufanya jambo lolote. Nchi kama haina, haina amani, hata kufanya ibada watu wanashindikana hata kufanya shughuli za kimaendeleo watu wanashindikana, hata mtu kujipatia utaratibu wa maisha yake unakuwa ngumu. Nchi lazima iwe na amani, na amani ikidumu ndio mambo yote yanaenda sawasawa. Swala so, la, la amani mwenyezi Mungu amelisisitiza sana. Amelisisitiza sehemu gani? Pale alipotamka mwenyezi Mungu kumwambia Nabii atuambie sisi, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini. Maana yake Waislamu, Mungu anasema atii Allah, niogopeni mimi kama Mungu, watii rasuli, muogopeni Mtume wangu wa ulul amri minkum na watakeshikia ufalme. Ilikuwa ni ufalme ule wa kidini, lakini sasa hivi tuna ufalme wetu huu unaetumika wa kucha Bwana, amri ya kuwa amani idumu na ufalme udumu katika uhakika mzuri ni amri mtolewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu na ndugu wananchi kwa ujumla, tujitahidi sana katika kuona amani ya nchi inadumu, na amani ya nchi inadumu kwa kutumia fikira zako wewe usione kama kukitokea mzozo labda kukitokea vita kukitokea kutokuelewana kuelewana kukitokea mabishano ndio sababu ya kufanya nchi wewe uendelee. Hapana, ah, ah, mabishano yanaposhamili katika nchi ile nchi inarudi nyuma, haiendi sawa sawa. Mimi naomba au nashauri tujitahidi sana kuzingatia amani ya nchi idumu. Kwa jina naitwa Saidi Bunjuma almaarufu Matukula, mimi ni mkazi wa mkoa wa Lindi, manispaa ya Lindi. Kwa rai yangu kwa Watanzania, rai yangu kwa viongozi wa Kiislamu na wale wasiokuwa Waislamu, lakini pia kwa viongozi wa taasisi zote, tujitahidi ni tuilinde amani ya nchi yetu, kwani amani ikitoweka katika hii nchi yetu hakuna maandalizi ya namna ya aina yoyote. Kwa tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala amjarie mama yetu mama Samia, rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, lakini pia pamoja na, na, na, na uteuzi wake wote aliyouteua uwe ni sehemu ya kuweza kuvuka vikwazo vitakavyowekwa na watu ambao hawana nia mzuri na nchi yetu hii. Ah, wito wangu kwa mheshimiwa rais aendelee kufanya vizuri, lakini pia ajitahidi sana kuwa na subira kwa sababu hakuna kiongozi ambaye anaweza akayafanya mambo alafu watu wote wakaridhia. Inawezekana miongoni mwao wanaomkanyaga mheshimiwa rais katika utendaji wake ni hao hao ambao wanapata mafanikio makubwa, na mafanikio hao wanayopata Watanzania. Kwa hiyo wito wangu kwa wito wangu kwa mheshimiwa rais ajitahidi kuwa na subira, ajitahidi kumtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila jambo, pamoja na mamlaka yake yote aliyonayo, ili aweze kuiacha nchi mikono salama kama alivyoipokea kwa waliopita kabla yake. Naitwa Asha Masudi kutoka Lindi mjini. Mimi onyi langu kwa watanzania wenzangu, naomba amani tuitawale kipindi cha uchaguzi, tubebe majukumu ya uchaguzi na wananchi wote tuwepo na amani, tusiwepo na maangaisho yoyote kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kwa jina naitwa Amina Abdalla kutoka manispaa ya Lindi mjini, tukikaa katika vikundi twamsane mambo mazuri ya kuweza kumchagua kiongozi ambaye aliyokuwa bora na amani yazidi kuendelea kudumu katika nchi yetu. Kwa majina naitwa Somoe Hashim Pamui kutoka kata ya Ng'apa mtaa wa Mkupama. mimi cha funu Kipindi kinachokuja ni kipindi cha uchaguzi. Kwa hiyo, naomba tuwe watulivu, wasikivu, ili tufanye uchaguzi wetu kwa amani. Bila amani, mambo hayawezi kwenda. Nikiripoti kutokea mkoani Lindi, mimi ni Butije Butije.